Ingia hapa, umekaa kimya useme kitu hmm? Kimbo cha kiburi Kembe. Nini kimetokea hivi? Unafikiri kukaa kwako kimya mi niule nini, nini? Ukimya pia una sauti mzee. Ukisikiliza vizuri unaweza ukaelewa oh. Hmm. Kumbe wanavyosema ni kweli, umeiba huko, sindio? Kwa hiyo na uko hapa ili tugawane, sindio? Weka ugao, sindio? Kisha urudi kule. Hapa hapa kufai, Cholo kwako? Yani kwa nini unaniambia hapa ni fai? Kule kwa Chiku sio kwetu, hapa ndio kwetu, Kobisi. Kugombea ugali lakini na mashavu na shangazi yako, sio sio sawa mimi nataka niifanye iwe sawa zaidi, kwa kutaka nielewe na baba yangu ambaye ni wewe Kobisi. mimi sijawahi kumlea mtu yoyote, na wewe umekuwa ukinikumbusha hilo mara kadhaa. Nataka uanze sasa, nataka nikose matunda ako wazeni, matunda ambayo analimwa na kupaliliwa na watubaki. Chiku sio mtubaki basi ni mtubaki Chiku yupo tu pale amefadhiliwa, naelewa na wanawe nini nini nini ninini kuhusu shule, sijui chuo si vya gani. Tumeona sasa, yaani hujui chochote kile kunihusu. Sasa nipo hapa kukufanya ujue kwamba nina chuo ama nina shule. Mzee, unaweza ukaniacha peke yangu tafadhali. Da, wewe una nini? ni kitu gani? Sikia, tambua hapa, wewe hapa kufai hayupo bibi yako wa kukulea. hata babu yako kuvuza kukulea tena hana lakini, yupo baba yangu hapa Unajua anafanya yote haya kwa kukujali. Kama kweli unajali, mbona sikukuona jana usiku kati kila mtu ananikimbilia? Si ulikuwa umejifungia tu ndani na jiko lako la fukufuku, wewe unakoroma. Chunga kauli yako, nasema chunga kauli yako.